Na mtazamaji wa Mbogwe Media, leo nipo na vijana eh, wanaoshiriki mashindano ya Fagason Festival Music 2025 katika hatua ya nusu fainali ambayo itafanyika tarehe 18 ya mwezi wa 6 2025. Kumbuka mashindano haya yameanzishwa mnamo mwaka 2021 yakiwa na na moja ya lengo la kukuza na kuendeleza vipaji kwa vijana wa wilaya ya Mbogwe, ambapo mkurugenzi wa mashindano hayo au mwanzilishi wa mashindano hayo ni Mr. Fagason Aron Masasi, mwenyekiti wa kamati ya uchumi na fedha kupitia kundi la vijana ya wilaya ya Mbogwe. Sasa siku ya kesho vijana wanaenda kushiriki hatua ya nusu fainali katika viwanja vya Idarafuma kuanzia majira ya saa nne za asubuhi katika mashindano hayo watapatikana washindi ambao watashiriki hatua ya fainali, na mshindi wa kwanza katika hatua ya fainali atajipatia kitita cha shilingi milioni mbili za Kitanzania. Mshindi wa pili atapata milioni moja na laki tano za Kitanzania. Halikadhalika, mshindi wa tatu atapata laki saba za Kitanzania, mshindi wa nne atapata laki tano za Kitanzania, na mshindi wa tano atachukua laki tatu za Kitanzania. Kumbuka fainali ya mashindano haya itafanyika Lulembela tarehe 21 ya mwezi wa 6 elfu mbili na 21. Sasa tukutane saiti tukaone vijana namna walivyojipanga kuhakikisha wanachukua zawadi kutoka kwa Fagason Aron Masas. Huyu hapa anaitwa Ferrari, ni miongoni mwa wasanii watakaoshiriki katika hatua ya nusu fainali pale Idarafuma. Je, ataweza kuingia fainali? Tutazame uwezo wake. Kauli mbiu ya mashindano inasema Fagason Festival 2025, tunarudisha fadhila kwenye jamii. I go by the nickname dprince Mode of Africa tukutane site hii ni Mbogwe Media mimi ni Comrade Waziri Jumanne Waziri Mfianchi Tanzania

Niaje, jitahidi kwenye sauti, kwenye sauti haiko vizuri sana. Nimependa ila wimbo nimependa. nakupaetaasautbanafulaiulichokufanya ni kitu kizuri, umeweza kuimba nyimbo ngapi kwenye beti moja, unakana ndio imonagorozi muhanda nani nani, vitu vingi sana umefanya shimba. Sasa mzangu ni sauti kidogo Yaani, kuna wakati ukipanda unaangaika sana, ili ni tatizo kubwa sana. Umenielewa? Yeah. Tikio, mimi nakukataa nakupanda. Angalia namna nyingine ya ujio wako, sawa sawa. Sihitaji yeah, kuona mikwamo ya sauti kwa sababu mimi na wewe ugongi wetu mikuandulaule kila mwaka, sawa sawa. Tunaelewana, yeah. Kwa hiyo jaribu kufanya sauti ukiimba usiangaike, sawa.